Mdogo wangu, tunatumia nguvu nyingi sana kwa kutafuta hela. Kwa sababu gani? Tunatafuta hela kwa nguvu, tunawapata waje wa enjoy, yani wanawake ze tuwakawapata. Lakini hawa hao wanawake tunaowataka wanahitaji mtu mwenye ako na hela, na huyo huyo mtu mwenye ako na hela hakikosa nguvu za kiume naye, na hela zake anakuwa sio mtu. Kwa sababu gani? Ujana wako umetafuta pesa kwa nguvu nyingi sana inafika muda unapata zile nguvu haziko kwa mwili. Na ye mwanamke si kwamba ati anahitaji tu pesa peke yake hapana, anahitaji pesa na anahitaji bado nguvu zako za mwili anazihitaji. Na kama itafika steji, wewe uko na pesa na nguvu za kiume, una oya mapenzi hakuna hapo na kama atabaki atakuvumilia, lakini atakuwa anatafuta mtu mwingine nje, kijana mwenye ako na nguvu. Sitakudanganya, na pia bado ukikosa hela na uko na nguvu za kiume bado atatafuta mtu nje mwenye ako na hela, anaweza kuwa na nguvu za kiume n yani, hii mambo imechanga... yani, ndugu yangu yani wewe, pambana tu pambana tu, mambo magumu.